Elton Patterson Kilimalenga nasoma DIT course ya IT, ya Computer engineering mwaka wa nne, ya umeme nishati ya gesi pia nishati zinazotokana na makaa ya, ya miti. Ambayo na recommend nishati safi ya kupikia ni nishati ya gesi, kwa sababu kitu cha kwanza ina conserve mazingira, namaanisha kwamba miti yetu haitapata madhara yoyote, haitakatwa wala haita niseme haitakata, pia kwenye kosi, kwa sababu ukinunua gesi, na sasa hivi serikali inajitahidi kushusha bei za gesi, ukichukua na matumizi ya gesi na namaanisha, tutaweza kusave hela nyingi. Pia nahisi ni nishati ya kutosha, inaitwa popita. Kuna gesi, kuna kuni, kuna mkaa, kuna umeme ya Mesi kama hizo kama nne zofikiria nyingi, zipo zipo tayari, kuna watu wameshaimplement. Sasa kuna ile ile ambayo ilikuwa inatumia mabaki ya mabaki ya mpunga mabaki ya mpunga ile mabaki, wanatengeneza wanatengeneza wana wanatengeneza mkaa, lakini pia kuna ile nyingine ilikuwa inatumia makaratasi, wanatengeneza mkaa, kuswitch kutoka kwenye hizi cool, kuni sijui nini, tuingie kwenye nishati safi, sababu by the end of the day ile hii ambayo tunatumia hii nishati hii ya zamani, tofauti na nishati safi, at the end of the day inakuja inafanya distraction ya mazingira eh. Sasa i think it's time to switch. Leonard Malenge ni mwanafunzi wa hapa DIT. Nishati safi kwa uh, uelewa wangu ile nishati ambayo tunapoitumia tutapata madhara, kwa mfano konf, labda itasababisha madhara ya shida labda ya masuala ya hewa. Kwa mfano tunapotumia nishati safi itakuwa haiko toxic kwenye environment. Mimi huwa tunatumia mkaa, gesi hata kuni. Nishati sisi ambayo katika nchi yetu iko implemented kwa sasa hivi ni nishati ya gesi ya gesi hii, hapo ndo kidogo inaonekana iko, iko, iko cheap sawa, na inasaidia sana kwenye mazingira yetu ni nzuri. Sasa hii hapo ndo mimi hapa o i pa hii hapo ndo iwe nini iwe im, iwe itumike, lakini sasa hapo tukisema itumike hii hapo nishati kuna maeneo ya vijijini yale kule, umwambie mtu apikie gesi, alafu unakuta kule vitu ambavyo wanatumia kupikia gani, masufuria makubwa hasa kidogo. Labda kama wataboresha hizo gesi, patikane zile kubwa, alafu na bei pia waweke, iwe chini kidogo, ili kila mtu aweze kuafford. so, so, hiyo ni nishati safi. Niambia tumie gesi hizi, kama ni ndogo pale, hawezi kupika. Labda kama wataboresha iwezekane kwamba itengenezwe jiko ambayo itakuwa ni kubwa, linaweka sufuria aina yoyote na, na, na bei kidogo waishushe, iwe londo, hata watu vijijini wanaweza kaa kodi, lakini otherwise itakuwa ni ngumu ku control kote kutumia <laughs> kuna umeme na nini gesi, alafu mkaa, mkaa, mka, na kuni na hizi zinatembea kwenye nani moja na, suggest gesi okay, kwa sababu nimeona mwenyewe nime nani, ukiangalia matumizi yake na gharama iko friendly zaidi ya. Kwa hiyo nadhani tasuggest guest guest, kwenye budget. Lakini ukisema kwamba njia bora kwa personal, mnavoona sio sio public opinion, naona kuna namna umeme pia ni njia fulani ambayo ni moja ya njia safi, japo kwenye gharama yake. Uh, kwanza kabisa kwamba kwa ukubwa mkutano ule ulikuwa unataka ku kuang, kufanya nini? kuongeza nini? kuongeza watu wanaofikiwa kwa eneji safi Afrika, lakini pia kitu ambacho kuwa interest zaidi kwangu kwa mfano kama mimi, mimi na ni meja wa computer engineering, kuna kitu ambacho sema kwamba ni kutengene kupata eneji safi kwa ajili ya kufanya cloud computing hii, kwamba hizi kompyuta computer kubwa na server ni vitu ambavyo vinatumiaga na ni eneji kubwa sana na samtaimu watu wengi wanasema kwamba vinachangia pia kwenye nani kwenye kuharibu mazingira kwao, kile okay, ni kitu ambacho kilivuta interest sana kwangu kwamba tukipata hizo nani hizo infrastructure au nani facilities ambazo zina zinatumia energy safi kwa ajili ya kufanya cloud computing ni kitu ambacho kilikuwa interest sana kwangu, na, na tamania kukiona kikifikia.